Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, baad, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daawu maradhakum bisadaka. Anatuambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika yale ambayo yalikuwa ni maongozo yetu kwa kupitia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anasema e, yaponyesheni maradhi yenu kwa kuyatolea sadaka maradhi yenu kwa kutolea sadaka. Maneno haya yanakaribiana na maneno ya Allah tabarak wa taala aliyosema, wa nunazzilu min al qur'ani ma huwa shifa wa rahma, hakika tumekutelemshieni kat, yaliyo katika Qur'ani ambayo ndani yake kuna ponyo na ndani yake kuna huruma. Kwa hivyo sadaka kwa utaratibu wa Qur'ani inatakasa. Amesema Allah tabaraka wa taala kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum, chukua kutoka katika mali zao hao waumini sadaka, ili zipate kuwatoharisha zipate kuwasafisha. Kwa kuwasafisha kwa maneno haya zi, sadaka inasafisha mali yenyewe unayoitoa itakuwa mali safi, lakini pia sadaka inasafisha mioyo yetu itakuwa ni mioyo yenye ucha Mungu, lakini pia sadaka inasafisha viwiliwili vyetu, vitakuwa vimeondokana na shida za maradhi na mifano ya hivyo. Kwa dau maradhakum bi sadaka e, eh, ponyesheni maradhi yenu kwa kuyatolea sadaka. Maneno haya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaweza kawa magumu sana kwa zama tulizo nazo. Tutaulizana, wakati natoa sadaka huwa natoa sadaka kwa ajili ya nini? Yaani kuna mtu yeye ili atoe sadaka ni mpaka asogee mtu ambaye ana maneno ya kumhofisha. Usipotoa hapo Mungu anaziona hizo hela zako mfukoni. Utatoka hapo utagongwa na gari watazichukua watu. Kotoa sadaka ili Mungu ikae basi akihofu kwamba mm, nisije nikagongwa na gari alafu watu wakalamba mali zangu zenyewe zote ndo anaamua kuingia eh, kutoa sadaka. Huu sio utaratibu wa sawa sawa. Kila unachokipata kihesabie kwamba kuna haki ambayo unatakiwa utoe kumpa Mwenyezi Mungu. Halafu usitoe tu, mwambie Mwenyezi Mungu shida ambazo unazo. Kila mmoja katika sisi ana shida mbalimbali, tunafahamu kwamba tuna mambo mengi ambayo tuna tunayaendesha ambayo yanatushughulisha katika mgongo wa ardhi. Basi mwambie mwenyezi Mungu, Rabbi e, natoa fedha yangu hii kwa ajili ya jambo langu kadha na kuomba niondoshe, natoa fedha yangu hii kwa sababu ya jambo langu kadha na kuomba unipe kwa utaratibu huu. Basi Allah tabaraka wataala atakupa thawabu za ile uliotoa, lakini pia pamoja na kuwa atakupa thawabu za kile ulichokitoa, atakupa pia eh, zaidi ya kile ambacho umekitoa kwa maana ya kuwa atakulipa la ziada kwa kukuondolea maradhi kwa lile ambalo umelikusudia. Kwa hiyo Tumwombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie wepesi wa kutoa, na tunapotoa tuwe tumekusudia kwamba Mwenyezi Mungu, natoa hiki kwa ajili ya jambo langu hili, na Mwenyezi Mungu akatulipe kutokana na yale ambayo ya tumeyatoa, insha allah. Salamu alaikum warahmatullahi.